Au kusaidia na kuifanya Mwadui sekondari kuwa hivi ilivyo. Niwashukuru wageni waalikwa, mabibi na mabwana, wazazi na wote tuliohudhuria tukio hili la leo kwa ajili ya kufika mahali hapa na kufanya tukio hili liwe na maana. Alikusha kusema mzazi mmoja aliwapongeza wazazi pamoja, wazazi wa wahitimu. Najua kufika hatua hii mmepambana. Tunaosomesha tunajua kwamba si mchezo. Umepambana, na ongereni sana. Kimsingi ninyi wanafunzi mnao mliohitimu mwaka huu kidato cha sita, ninyi ni wanafunzi wa chuo kikuu watarajiwa wote, kimsingi wote. Maana kuwa na sifa za kujiunga kidato cha tano, maana yake wewe umeshafanikiwa, ungeweza kutumia njia yoyote kupita ukaenda chuo kikuu. Kwa hiyo mrelax, ninyi ni wanafunzi wa chuo kikuu watarajiwa, na ndivyo tunavyoamini na yote yanawezekana. Kwa hiyo nawapongeza sana kwa ajili ya hatua mlionayo, ongereni sana. Niwashukuru majirani zetu wa shule kutoka kwa walengwa na majirani wanaozunguka shule hii, lakini ndugu zetu wasungusungu, umetusaidia sana na kutufanya tuwe na utulivu hapa shuleni. Hali ilishakuwa mbaya sana huko nyuma. Tukaanza kuogopa tu tunapoteza mifugo na vitu vingine, lakini mmetusaidia sana kwa hivi tulivyo majirani pamoja na sungusungu wanaotuzunguka eneo hili. Niseme kidogo juu ya ninyi mnayohitimu kidato cha sita mwaka huu. Mzazi mmoja pia alisema juu ya safari yenu mnayoianza sasa, ya kwenda huko vioni, ambako maisha ni kama yana uhuru fulani hivi. Na uhuru huu watu wengi wametumia vibaya, umewaangamiza au maisha yao yamewaangamiza yale ya huru kwa sababu walichelewa sana kujitambua, wanakuja kushtuka wao kwenye hatua mbaya na kwenye hali mbaya. Kwa hiyo nyinyi niwaambie, mchukue tahadhari. Kule vyuoni kuna kila aina ya mambo. Kuna wanafunzi wanaofanya vizuri, wanaojua wajibu wao, wameenda kufanya nini, lakini pia kuna mambo mengi ya anasa, wanaofanya watu wasiojua wameenda kufanya nini chuoni. Kuna magonjwa na makundi mengine yanayofaa na yasiyofaa. Kwa hiyo mkae makini mnakoenda, mkumbuke kwamba ninyi ni tumaini kwa familia zenu. Wazazi na ndugu wamewekeza kwenu kwa ajili ya kwa maisha yenu ya baadaye, kwa ajili ya maisha ya familia zenu na kwa ajili ya maisha ya taifa letu. Kumbukeni ninyi ni tumaini la taifa letu la Tanzania. Nchi yetu inawategemea kwa ajili ya maisha ya baadaye ya nchi yetu. Nyinyi ni viongozi watarajiwa, nyinyi ni wataalamu watarajiwa, nyinyi ni wakuu wa vitengo na idara mbalimbali watarajiwa. Kwa hiyo tunategemea mtaenda kujitunza kule mahali mwendako, kwa sababu tunawategemea sana. Mkajitunze sana ili mtimize ndoto zenu na malengo, yale unayotamani yanafikiwa tu au nayapata tu utakapokuwa umejitunza. Juzi juzi nimesema ili la kupokea wanafunzi ambao naletwa, saa nyingine nafikiri huyu hawezi au shule fulani imemwacha. Tulipokea mwanafunzi mmoja hapa miaka ya nyuma, na aliletwa na baba yake hapa, na baba yake alipewa namba ya simu na mtu fulani, akamleta, mimi nikiwa mkuu wa shule hapa, akamfikisha, tukampokea, akasoma, akamaliza, akafanya vizuri, alipata division two nakumbuka. Sasa hii nimeipata juzi, mdogo wake akaja, kaondoka hapa na division one. Kama ilivyo walimu, tukimaliza, wanafunzi wakimaliza, wachache tunao wafuatilie ni wale wanao wasiliana na shule, lakini juzi amenipigia simu akiwa siato Marekani. Anaeleza kwanza kilichomfanya kuja hapa ni jinsi ambavyo kaka yake aliondolewa kwenye ile shule kwa sababu alishindwa kufikia wastani, akaletwa hapa akafaulu kwa baba yake alivutiwa sana, akamleta na yeye hapa. Na nyie hapa walimu, mmemtengeneza ameenda, anaendelea na masomo yake kule Marekani. Hongereni sana kwa ajili ya hatua hiyo lakini nikiwa mkuu wa shule hapa, labda tulikuwa nao zile miaka hiyo, ni wachache wamebaki hapa, mmoja wao akiwa ni Justina na mama Shepa, labda na wengine wachache. Sijui tuliokuwepo zamani, alikuwa mwanafunzi, mimi nikiwa nakuja hapa saa kumi na moja alfajiri nakuta yuko darasani anasoma na mgolole. Kwa hiyo kengele ikigongwa, anaweza kaja na mgolole parade kabla hajarudi bwenini. Tulipokuwa tukitafuta vyeti vya daktari aliyoko tayari kutusaidia ili tusajili zahanati uh, yetu nafikiri, katika walimu kuangalia angalia wakakumbuka kwamba huyo mwanafunzi sasa amekwisha kuwa daktari. Tukaomba na wengine walioomba wengi wali, walikuwa wali, wali tayari, lakini anakwambia kuwa chetu chetu kukitumia, maana ake analipa milioni moja kila mwezi, lakini ila mwanafunzi aliposikia kwamba tunahitaji daktari maliza hapa amefanya vizuri, na mimi nikiwa wako wa shule yao hiyo, mimi inanipa na kazi ya evangelist kule sole buyangu Sengerema, jijini ili kufanya connection ya kaja hapo. Leo tunaongea uko Zambia, na specialized utaalam. Uh, walimu nawapongeza sana, nafanya kazi kubwa sana na yupo tayari utumie cheti chake kwa ajili ya kusajili shule yetu hapa. Kwa hiyo mahali ambako vijana wetu wa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, mlipoletwa na wazazi wenu, ni mahali salama sana, ni mahali ambako ukiwa mtulivu utafika mbali sana na kutana na wengi na wengi wetu sasa wameanza kurudi. Si kuna wafanyakazi hapa ambao wamesoma hapa hapa wamerudi? Si wako ndani au hawako? Ni waombe waliosoma hapa halafu wamerudi wanafanya kazi hapa, wasimama watupungie mikono, wale wafanyakazi waliosoma hapa hapa wamaliza kidato cha sita na wamerudi wanafanya kazi hapa. Nina washukuruni sana, wamemaliza kidato cha sita hapa, wengine cha nne, walienda chuo kikuu, wamerudi na wanafundisha, tunaendelea kupata matokeo mazuri. Asanteni sana kwa ajili ya mchango wenu mnaotoa kwa shule hii. Raha ya mwalimu yeyote ni kuona wanafunzi wake aliowafundisha wanafika mbali, wanakuwa na mafanikio wa maishani, lakini pia wanafanya vizuri na kutoa mchango mkubwa katika taifa letu lakini raha ya mzazi mzazi yeyote atamani sana kipaumbele chake sio wewe ufanikiwe, umpe fedha. Raya mzazi anatamani kuona mtoto wake ametoka hatua moja kwenda hatua nyingine, mtoto wake amefanikiwa, anamuona akiwa na mafanikio. Swala la fedha ni akili yako ndio itafanya ujue ufanye nini kwa mzazi. Kwa hiyo naombe sana ninyi kidato cha sita ndio maliza mjue hilo kwamba wazazi wanatamani sana mfanikiwe, lakini bwana uh, Bwana Wilson John Mangasa, nimesema tu ndugu yangu, kama ukijisikia kurudi kusoma katika shule hii, maana lazima ufaulu, ni lazima. Sinajua matokeo yako we, lazima unafaulu kidato cha nne. Ukijisikia kusoma hapa masomo ya sayansi ya ati, mi ndakulipia ada yako yote kwa miaka yote miwili na dokariki sana. Asante sana, nikuruhusu sasa uende ukakae. niwaombe kidato cha sita, mahali mnakoenda mkawe mabalozi tangu kwenye likizo yenu hii fupi, hii likizo tunayoita likizo ya Mama Samia hii fupi, mnapojiandaa kuanza application na mambo mengine, mkawe mabalozi huko nyumbani. Watu wakiwaona wajue mmesoma kwenye shule ya kanisa. Nawashukuru walimu, mmeendeleza ile tabia ya kwamba mwanafunzi anayemaliza kidato cha nne hapa au cha sita hakuna haja ya kuvaa nguo tofauti naalizokuwa akisomea darasani, kumwambia kushona manguo mengine, unawatesa wazazi. Sherehe tutakufanyia ukimaliza chuo kikuu. Umefanya vizuri, sasa hivi ni mwendo wa kusoma na mwendo wa wanafunzi, uvae uniform ile ambayo umezoea kuivaa kwa wakati wote. Mkae mabalozi wa shule yetu, muitangaze vyema huko mnapoenda, lakini pia mkaendelee kuwa tumaini ya taifa letu ya Tanzania. Yale mnayoyafikiria kwenye ndoto zenu, mkiwa focused, mkiwa na malengo, mtayatimiza. Lakini mkiacha malengo yako, ukabebwa bebwa na upepo tu na wale wanaokukaribia, makundi mbalimbali yanakuvuta, hamtatimiza ndoto zenu, mtaishia njiani. Lakini mkiwa ni watu mliodhamiria, mtafikia malengo. Nakumbuka tulikuwa na mwanafunzi hapa, naitwa nani yule, alikuwa na anatunza mifugo huko chini ambaye ameenda Mbeya. Antoni, Toni. Toni alimaliza form 6 hapa kama nyinyi mnao maliza bwana aliondoka. Maliza form 6 hapa akasema sitaki kwenda kujichanganya, nataka nibaki hapa nitaendelea kutunza nguruwe hapa shuleni na kuangalia ng'ombe. Mpaka matokeo yalipotoka na mpaka alipo apply kwenda chuo kikuu. Alibaki hapa. Nyumbani wanajua tu, anasema nitabaki shuleni. Anajua anachokifanya. Kwa hiyo mimi hata akiwa shuleni kwa kuniambia habari fulani fulani namsikiliza, kwa sababu najua ana malengo, najua anachokifanya. Na nyinyi mnamfahamu, kwa sababu nimemaliza hapa mwaka jana tu hapa hapa mwakajananbkeba mimi. Sina haraka, najua ninachomaanisha, najua ninachokilenga. Mkawe kioo kwenye no, jamii mnayoiendea mimi na ofisi yangu tukishirikiana na bodi ya shule tutaendelea kuboresha miundo mbinu na kwenye hili la miundo mbinu, nikushukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti wa bodi ya shule. Wamesema wanafunzi hapa, wameona jiko la kisasa. Tunaamini kabisa mchango wetu kama kanisa ni mdogo sana, mchango wako kama mwenyekiti wa bodi ya shule ni mkubwa sana, na kazi hiyo umeifanya kwa gharama ambazo tunajua. Tunakushukuru sana kwa ajili ya kazi hiyo. Sisi kama kanisa tunaendelea kuboresha miundo miundombinu ya shule ili nyinyi mnaobaki hapa na wanaojiunga wapate mahali pazuri pa kusomea na mazingira mazuri, tendea kuboresha motisha kwa ajili ya walimu na watendakazi wa shule yetu ya Mwadui. Na leo kama alivyosema mheshimiwa mkuu wa shule tunatoa milioni sita leo hapa kwa ajili ya kazi nzuri iliyofanywa na walimu. Hapo baadaye tutasikia, umefanya kazi nzuri, mmefundisha vizuri, watu wamejituma. Na hiyo ni ahadi yangu na bado sijafuta kwa hiyo kuna wanao nidai banda za bahati hapa na ni lazima itimizwe kwa sababu tuliahidi na watu wanafanya. Mungu awabariki sana walimu, tutaendelea kuboresha jambo hilo. Tunafanya hivyo ili muendelee kupambana, a, kupanda miti ya matunda ili taifa letu likaifaidi. Pandeni hiyo miti ya matunda, taifa letu likafaidi hayo matunda. Najua hamna ubinafsi, ndiyo maana mnafanya hivyo taifa letu likafaidi nidhamu ya hawa ambao mnawatengeneza, taifa letu likafaidi ujuzi la hawa ambao mnawatengeneza, taifa letu likafaidi uzalendo wa hawa ambao mnawatengeneza, kwao uzalendo kwa, kwa taifa letu. Wapendwa wanafunzi mnaobaki, tumieni muda wa ziada kujifunza elimu ya amali iliyoanzishwa hapa shuleni itawasaidia sana maisha ni mwenu. Kazi za mikono sio adhabu, jifunzeni. Mmeona wenzenu, nyie mnaokuwa wazembe, wazembe wanafanya kazi za mikono hapa, huko bustanini, wengine wanalima, wengine wanalima amali mbalimbali hapa, lakini wengine wanafuga, wengine wanasimamia hiki na kile. Hayo wanayofanya naenda kuwasaidia kwenye maisha yao. Jihusisheni na hizo kazi, kazi hizo sio adhabu, sio mateso. Sasa leo kutakuwa kuna karakana ya kuchomelea hapo ya uchomeleaji kuna cherehani jifunze. Sio mbona napasuka kidogo tu, unabeba kwenda kwa fundi wakati kuna cherehani ndani. Utumie hiyo cherehani kwa sababu unajifunza shule hii. Mimi nawaambia kila wakati, maisha yangu yote form one nafikiri mpaka form four nilikuwa nafanya kazi kwenye miradi ya shule, mara kwenye ng'ombe, mara shambani, mara kwenye nguruwe. Kwa hiyo haiwezekani maisha yangu nikaishi bila kufanya hizo kazi, sababu nilijifunza tangu nilipokuwa shuleni. Kwa hiyo niwaombe nyinyi mnaobaki pamoja na nidhamu kuwatii walimu na mambo mengine, niwaombe pia mjifunze, mjiingize kufanya kazi au kujifunza ujuzi kupitia elimu hii ya amali ambayo imetambulishwa hapa shuleni. Jambo lingine, nimefurahishwa sana na ninyi wahitimu, hasa kukumbuka kutoa sadaka yenu leo watoto walio kwenye kituo chetu cha mazingira magumu. Mioyo yenu kukumbuka kutoa sadaka imeonyesha ni jinsi gani mlivyo na shukurani mbele za Mungu. Mkawe hivyo, kama wewe ulikuwa ufikiri ukafikirishwa na wenzako, maisha yenu yakawe ya shukurani kwa wazazi, yakawe ya shukurani kwa jamii yenu.